Na Rais Uhuru Kenyatta ameshauriwa kuifanyia mabadiliko wizara yake ya fedha inayodaiwa kuzembea katika kutekeleza wajibu wake na utendaji kazi wake. Haya ni kwa mujibu wa mbunge wa Rabai William Kamoti alipokuwa akihutubia hadhira katika sherehe za mashujaa zilizofanyika katika kituo cha biashara cha Mkapuni. Kama anavyotuarifu mwanahabari wetu Sofia Mwakio, wizara hiyo imelemaa katika utendakazi wake na kusababisha shughuli muhimu nyanjani kutotekelezwa ipasavyo. wa Rabai William Kamoti amemrai rais kuichunguza wizara hiyo na kuifanyia mabadiliko mara moja kutokana na kile alichokitaja kuzorotesha sekta mbalimbali mbali muhimu humu nchini kwa kutotuma pesa kwa wakati unaofaa. Hata huko county government pesa zinaenda kidogo kidogo, na sio makubaliano, sio mikataba. Hawa waheshimiwa kuonekana wanafanya ni ofisi ya rais, hasa ofisi ya finance, wizara ya finance iweze kupeleka pesa kule inatakikana. Katika sherehe hizo, mkuu wa wilaya ya Rabai Caroline Nzwili amewahakikishia wazazi na wanafunzi kuwa usalama ni wa kutosha mashuleni na wanafunzi watafanya mitihani yao bila tatizo lolote. Wakati mwingine naenda mikutano, wenzangu wanaongea majisi si wengine mimi na mshukuru Mungu nilituma hapa kwenu Labai Tosababu, kwa sababu umetusaidia kuhakikisha ya kwamba wilaya yetu ina usalama. Wakati huo huo, Nzwili ameeleza kwamba kufikia mwezi uliopita zaidi ya wanafunzi 37 na wamebakwa huku wengine kumi na sita wakipachikwa mimba wakati mgomo wa walimu ulipokuwa ukiendelea.

Viongozi waliohudhuria sherehe hizo wamewakumbuka na kuwataja viongozi waliolitumikia taifa kwa kupigania maendeleo kaunti ya Kilifi akiwemo aliyekuwa mbunge wa eneo hilo Daktari Chibule wa Tsuma. Sofia Mwakio, Pwani TV, Habari za Mwambao.